Tumaini lisilokufa katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na miti ya miembe, usiku mmoja tulivu ulivunjwa na sauti ya mtoto mchanga aliyelia kwa uchungu mbele ya lango la kituo cha kulelea watoto yatima cha B Tunu. Aliwekwa mtoto wa siku chache tu ndani ya kikapu kidogo cha miwa. Shuka lililofunika mwili wake lilikuwa limeandikwa herufi moja tu ITB. Tunu alipomwona hakusubiri kuuliza maswali. Alimchukua kwa upendo, akamlea kama wake, akamwita Tumaini kwa sababu katika macho ya mtoto yule aliona kitu zaidi ya huzuni, aliona nguvu ya kuishi. Miaka ikapita, Tumaini akakuwa, akiwa mtoto mtiifu, mwenye akili na mwenye huruma. Lakini kadri alivyokuwa, maswali alizidi kumjaa. Alijua aliletwa kituoni, lakini hakujua kwa nini alitupwa. Alihisi pengo lisiloelezeka, pengo la kutotambua alikotoka hadi siku moja alipokuta bahasha ya zamani nyuma ya vitabu vya historia, yenye ujumbe mfupi: mtoto huyu hana hatia, nimefanya kosa kubwa, lakini sikutaka. Samahani. Ujumbe huo ulimvuta kwenye safari ya ndani. Usiku huo alimuuliza Bi Tunu kwa mara ya kwanza, kwa sauti ya ujasiri, Mama e, tafadhali niambie, mimi ni nani b kwa machozi ya mama, alimwonyesha sanduku la mbao. Ndani yake kulikuwa na shuka ile yenye herufi ata na kipande cha mkufu wa dhahabu uliovunjika. Mkufu huu alisema ulikuwa shingoni mwako. Tumaini alihisi joto la ajabu mkononi alipouguza mkufu ule, alijua lazima uchunguze. Akaanza kuuliza mitaani, sokoni na kwa wazee waliokuwepo miaka iliyopita. Hatimaye alikutana na Mama Ngendo ambaye alimwambia, mkufu huu ni wa familia ya Akilimali. Binti yao alipotea ghafla miaka mingi iliyopita akiwa na mimba. Walisema alipelekwa mbali kuficha aibu ya familia. Kwa mshtuko, Tumaini akaelekea mjini. Alisimama mbele ya jumba la kifahari la Akilimali. Hakujua pa kuanzia, lakini aliapa hisitarudi kituoni bila majibu. Siku chache baadaye alipokuwa karibu na shule ya muziki, alikutana na msichana mrembo, lakini mwenye huzuni machoni. Alikuwa Subira, e binti wa Kilimali, ambaye miaka mingi iliyopita alilazimishwa kuachana na mimba aliyokuwa nayo akiwa binti mdogo. Alipoonyeshwa mkufu na kuambiwa kuhusu kikapu, Subira alitetemeka. Nilikupenda kabla sijakuona, walinifanya nikuache kwa nguvu, wewe ni mwanangu. E, eh, Tumaini. Walilia, walikumbatiana, lakini mbele yao kulikuwa na kikwazo kikubwa, i baba wa Subira, mzee Akilimali, aliyewatenganisha. Subira alimpeleka Tumaini nyumbani, akasimama mbele ya baba yake na kusema, huyu ni mtoto wangu, mtoto wangu na wajukuu wako. Baba Akilimali kwa hasira alisema, hapana, hili si kweli lakini mkufu, sura ya Tumaini na macho ya Subira vilikuwa ushahidi wa ukweli ulioshindwa kufichwa tena. Tumaini alimtazama Akilimali na kusema he, sitaki pesa zako, sitaki hadhi, nataka ukweli, nataka familia yangu. Kimya kilitawala. Akilimali alishtuka, macho yake yakitulia kwa uchungu, kisha taratibu akaanguka chini kwa machozi. Nisamehe, e Tumaini. Nilikuwa kipofu. Lakini sasa nakutambua. Karibu nyumbani. Na hapo Tumaini hakutafuta jina tena, alikuwa daraja la uponyaji, akirudisha familia iliyovunjika. Baadaye alianzisha vituo vya kulelea watoto waliotelekezwa kama yeye, akasimama kuwa sauti ya wasio na sauti, jina lake likiwa alama ya matumaini kwa vizazi vijavyo. Kama umeipenda hii, tafadhali usisahau kusubscribe ili kupata ili kupata nyingine iliyo bora zaidi.